Lakini pia tuendele kutoa wito kwa wale ambao tumewakemea hivi karibuni, tumesema wana tabia ya kuongea huko mabarabarani, basi waendelee kujionya, kwa sababu eh, hiyo inaweza kuleta madhara katika mwenendo wa kesi. Wajionye sana eh, wameshamfikisha huyu mtu eh, kupitia kwa wahusika wa kisheria mahakamani, basi waache mahakama ifanye eh, kazi yao, halafu majibu atakayotolewa sasa, ndio wanaweza kwenda kuyazungumzia huko barabarani, eh, lakini pia Eh, tuna report kwamba tulitoa ahadi kwamba tutapigania haki ya umma ya kusikiliza kesi, kwa sababu eh, ingeset a very bad precedent kwa Kiingereza, yani ingetoa misingi mibaya sana kwenda kwenda mbeleni, maana yake ndio ungekuwa sasa ni, ni mtindo kwa tuna tuliahidi kwamba tutapigania eh, haki ya wananchi kushiriki kwa mjibu wa sheria, kifungu ambacho sasa hivi ni maarufu kabisa, kifungu cha 135 kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura 20 ya kufanya marekebisho mwaka 2022, kifungu ambacho, so, like, ambacho kinatoa haki ya wananchi au umma kushiriki katika e, mashauri ya, ya jinai. Kwa hiyo tunafurahi kwamba tumetimiza hadhi yetu kwa ujumla wetu kama jopo. Kwa hiyo nafikiri katika aspect hiyo hatuna, hatuna deni e, sasa e, kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba e, kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajikondakti properly yani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe kumi na tisa, waje kwa utulivu, ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tunakwepa, tuna kitu kama hicho. Wajitahidi waje kwa wingi kadri busara na nafasi inavyoelekeza, lakini e, watakapofika basi, wajitahidi e, kubehave kama nilivyosema, ili wasituangushe sisi mawakili ambao tume E, tumefanya kazi ngumu kwenye mazingira magumu na e, tume, tume, tume, tumefikisha ile gurudumu hapa likofika. Tunawashukuru pia waandishi wa habari e, kwamba pamoja na magumu yote ambayo mmepitia tunajua baadhi yenu mlikuwa physically assaulted, mmezuiwa, ya tunafahamu. Kwa mfano, kuna mtu mmoja, sitaki kumtaja jina lake, alizuiwa kabisa na askari fulani kwamba wewe hutaruhusiwa kuingia. Nafahamu kwamba ame take up that matter huku e, kazini kwake wamehasiana na taasisi ambazo zilimzuia tunaop wame, lakini tunawashukuru kwamba mmekuwa e, pamoja na kwamba kesi kulikuwa kuna hatari ya kuendeshwa katika namna tuseme, tafsiri yetu ilikuwa ni kificho, lakini nwe imetusaidia sana kuti e, mwenendo huko nje na mpaka kila mtu akafahamu. kwahiyo mchango wenu ni, ni, ni, ni, ni wa muhimu sana kwa tunaomba tu, lakini pia tunawapapole kwa, kwa yale yote. Basi zaidi hayo, tunawatakia kazi njema na Mungu akituongoza, kutana tena tarehe kumi na tisa mwezi wa, mwezi wa tano <tipos>